Je, yeah, kusema ukweli sasa ni uchochezi? Au je, yeah, nani hasa aliyefikisha Tanzania hapa? Na kama Rais Samia anaweza kulihutubia jeshi, kwa nini sauti za wananchi hazisikiki? Leo hapa kwenye Mizuka Media tunawaletea kauli nzito za mwanamke mmoja wa Kitanzania anayeitwa Dorkasi Rose Bedda ambaye ameamua kuzungumza bila uoga kuhusu Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hii si kauli ya msanii, si ya mwanasiasa, ni sauti ya mwananchi. Tazama hadi mwisho wa video hii kisha uniambie, je, yeah, huyu mwanamke anaongea ukweli au anachochea? Siku ya leo video moja imekuwa ikisambaa mitandaoni ikimwonyesha mwanamke mmoja aitwaye Dorkasi Rose Bedda akizungumza kwa ukali na uchungu kuhusu hali ya nchi na uongozi wa Rais Samia Suluhu. Maneno yake yameibua mjadala mzito, wapo wanaomuunga mkono na wapo wanaosema kauli zake ni hatari. Hebu tusikilize kila kipande moja baada ya kingine. Katika kipande cha kwanza, Dorkasi anagusia moja kwa moja suala la uongozi. Kwa mujibu wake, anasema pale watu wenye haki wanapokuwa kwenye mamlaka, wananchi huwa na furaha, lakini watu wabaya wakichukua mamlaka, wananchi hulia. Je, yeah, au ni uhalisia unaoonekana? Wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, lakini waovu waki, wata, wakitawala watu huugua. Ningependa kuzungumza kuhusu utawala. Ni kweli tumetawaliwa na watu tofauti tofauti, lakini tumeona katika hao wote e, kwa sababu walikuwa ni wenye haki waliowapenda watu wao watu wali walifurahi, lakini tulipopata mtawala mwovu, basi mioyo inaugua. Ni watu hao hao waliofurahi katika utawala fulani. Katika tawala nyingi zilizopita, haijalishi walitawaliwa na Muislamu au na Mkristo, lakini watu walikuwa na amani, walifurahi. Lakini ameingia huyu wa sasa hivi, watu wanaugua. Maana ukikaa, kwanza ni vijembe akisha akikisha amechafua chafua nchi utamkuta, huyo huyo ndio anasema hapa hakutakuwa kuwa na cha nywinywi wala nywinywinywi nywi, nywi. Huyo huyo sasa anamwambia nani maneno hayo? Hasa maneno ya kwenye kanga, mtawala naye tawala kwa kupitia maneno ya kwenye kanga. Mimi nimefika mahali si tamani kabisa mtawala mwanamke ameisha haribu maana halisi ya mtu kuwa mwanamke. Katika sehemu nyingine anarejea na hotuba ya rais Samia akiwa huko Tanga. Dorcas anakumbusha watu kauli ya rais Samia iliyowataka wanajeshi kutojihusisha na siasa, akisema siasa zinaweza kuchafua heshima ya jeshi. Lakini hapa ndipo swali lake linapokuja: Je, hali iliyopo sasa haikuletwa na uongozi wa rais samia mwenyewe? uyo uyo, nimemsikia kaenda Tanga kuambia wanajeshi kwamba JWTZ uh, is, sifa sikubali kuchafua, kuchafua sifa ya jeshi. Sasa sini huyo huyo, wakati kabla hajaanza kampeni, ndio aliliambia jeshi, aliliingiza jeshi katika mambo ya siasa, ni huyo huyo Samia, kwamba lijianda, lijiandae. Tangu lini jeshi la wananchi wa Tanzania likajiandaa na mambo ya, ya siasa au ulinzi wa ndani? Tangu lini? Ni yeye huyo huyo na tuliona katika kampeni zake helikopta za jeshi zikiruka juu. Alilishirikishaje jeshi kwenye kampeni zake? Alikuwa anatafuta nini? Lakini utakuta akisha chokonoa chokonoa mambo, huyo huyo sasa ndio analisikizisha jeshi kama mbwa, kwamba kamateni, wauweni. Lakini ni huyo huyo mchonganishi, ni huyo huyo yani kazi ni kuchonganisha tu jeshi na wananchi wao. Dorcas alipozungumzia jeshi la polisi, anasema lawama kubwa anazoziona wananchi wakizitoa ni juu ya rushwa. Kauli hii imewacha wengi wakijiuliza: je, tatizo ni watu au ni mfumo? Sana sana unachoweza kusema kuhusu polisi ni rushwa tu, ni rushwa tu ndio inayotukera sisi kwa polisi. Ukipita hapa, umeshaambiwa hiki mara hiki, umeshasingiziwa kesi na vitu kama hivi. Kama kweli anaweza akalitumia jeshi eh? Kwa nini asilitumie kuwarudisha wale waliotekwa? Kwa nini asitumie hayo mamlaka ya kujiita kwamba amiri jeshi mkuu? Amiri jeshi mkuu kwa kipi anachokifanya? Kwa, kwa, kwa, kugonganisha vichwa wananchi wake? Ndio amiri jeshi mkuu anaofanya, ana, ana kwa kusema hakuna cha nywinyi wala nywinyinyi. Ndio amiri jeshi mkuu huyo? Afai kwa sababu huyo huyo ndio mchokonozi, huyo huyo ndio mwenye kulitumia tena jeshi. Msikubali, msikubali, wakati yeye ndio mwenye kulitumia Tangu lini jeshi liliingia kwenye mambo ya siasa isipokuwa katika utawala wake? Akishajua kwamba amekwisha fanya uharibifu, basi anaingia akijiita yeye ndio amiri jeshi mkuu, ili wapate kumtii na wao. Akishaambiwa shika, kamata, wana, wanatii tu, hawawezi hata kuangalia kwamba ni nini wanachoamriwa kufanya. Yaani mpaka jeshi linakuwa halina heshima, linakuwa halina heshima iwayo yoyote. Samia ameharibu sana nchi hii, ameharibu. Dorkasi pia alizungumzia kuhusu kikao cha Rais Samia na wazee wa Dar es Salaam. Anasema yeye asingependa kuwa mzee wa kupiga makofi bila kuuliza maswali. Huyo huyo alipokwisha kuwachokoza wananchi akajifanya kuwaita wazee wa Dar es Salaam, kama wazee ndio wale waliokuwa na kupigia makofi kwenye ule ukumbi. Mimi sitamani kuwa mzee wa jinsi hiyo, yaani kila kitu unachosema ni makofi tunapigiwa, upumbavu aseme ni makofi tu yanapigwa. Niliona wachache sana, mmoja au wawili au watatu niliowaona ambao ndio hawakupiga makofi kuonyesha kwamba hawakutaka kabisa kile kitu. Sikuona wanyuma kwa sababu uwezi ukaona kila kitu kwa sababu unaona kwenye mtandao. lakini huyo huyo ndio mwenye kuchonganisha wananchi na huyo huyo ndio mwenye kutoa amri kusema wananchi wanaleta vurugu, lakini yeye ndio mvurugaji mkubwa wa kwanza kabisa kuvuruga nchini. Samia ndio mvurugaji mkubwa. Akisha maliza kuvuruga, sasa anaingiza polisi, anaingiza jeshi, atawaita wazee. Ni kama anashika huku na huku kuwagonganisha vichwa, na sisi tusivyo na ufahamu tunaona tu kwamba rais ameongea Swala sio kuangalia kama rais ameongea, swala ni kuangalia ameongea nini na anafanya nini. Hilo ndio katika na... kauli nyingine nzito, anakumbusha watu maneno ya rais Samia alivyowaambia mawaziri ya kwamba wale kwa urefu wa kamba zao. Kwa mtazamo wake, kauli hizi zinaakisi namna uongozi unavyojiona. Rais huyo huyo ndiye aliyewaambia mawaziri wake kwamba kuleni kidogo kidogo, mle sawa sana, urefu wa kamba zenu, ndio utawala huo, msile mpaka mkavimbiwa. Yani ndio namna ya kutawala huko. Lakini tulimwona magufuli bwana, mi nilimpenda Magufuli sana. Kama mtu atakereka akataka kuniondoa uhai wangu kisa namsifia Magufuli, niacheni tu, kwani mbona umri wenyewe umekwisha. Wala msitafute kuniua saizi, muda wenyewe wa kuishi umeishafika. Ume, umeisha, umeisha, umeisha. Kwani nitakaa miaka mingapi? Kutoka hapa nilipo mnavyoona nyinyi, nitakaa miaka mingapi? Lakini nawazungumzia hata kama sio mi mwenyewe. Hili. Na hapa ndipo mjadala unapokuwa mzito zaidi. Dorkasi anauliza kama Rais Samia anaweza kuzungumza na jeshi kuhusu siasa, kwa nini asizungumze nao kuhusu watu waliotekwa ili wawatoe walipo? Kama unaweza kuambia JW unashindwa nini kuambia watafute wakina pole pole wako wapi? Wale waliotekwa wametekwa na nani? Afu nawaambia kabisa kwamba hakuna cha mkubwa, hata akiwa mkubwa, awe sisemu awe nini. Kwani wewe kwa uko wapi? Siko sisemu. Sasa ina maana wakushughulikie wewe basi, si ndivyo unavyosema? Watu wametekwa katika utawala wako, lakini hilo hushughuliki hata kidogo, wala hujigusi. Watu wamekufa, hujigusi, wala huna uchungu, kwa sababu watoto wako wako salama. Lakini yuko Mungu ambaye hashindwi kuwamaliza wa kwako popote walipo, popote walipo. Mungu ana jeshi la malaika, aweza kumtuma malaika akaenda popote alipo wa kwako na akamaliza huko huko. Sisi wala hatuna shida na wewe kusema kwamba tuna shida ya kukuua. Hata mimi, hata ungekaa hapo, sihangaike hata kukuua nikuue ili weji wakati yuko Mungu awezaye kuwamaliza. Mwenye amri ya kuondoa uhai wa mtu ni Mungu, akiona umezidi, atauondoa tu uhai wako bila kuguswa hata na mwanadamu. Kwa hiyo tuhangaikie nini? Tuhangaike nini? Kwa kweli, nchi yetu inahitaji ukombozi, ukombozi kabisa, kwa sababu hapa tulipo hatuna usalama, watoto wetu hawana usalama, wajukuu zetu hawana usalama, vilembo vyetu watukuu hawana usalama. Alafu katika sehemu hii anarejea na utawala wa marehemu rais John Pombe Magufuli, anasema anakumbuka sana namna alivyokuwa anaongoza. Kauli hii imewagawa Watanzania, wapo wanaokubaliana naye na wapo wanaopinga vikali. Namkumbuka sana Magufuli na, yani nampenda hata kama amekufa, moyo wangu nampenda alivyotawala, ametawala hakuna Uislamu wala Ukristo, watu wote kwake walikuwa ni sawa. Lakini sio wewe, ukishaona umevuruga vuruga unajifanya kuita wazee wa Dar es Salaam wafanye kwamba uzee wao hauna maana, kwa sababu hata vile vitu ulivyokuwa unavyoongea pale, ukijifanya kuwasema teki kwamba hakuna sijui nani yote ya dini pale, wewe uliwatumia wazee wa Dar es Salaam kuwasema teki tu basi. Hicho ndicho kilichokufanywa waitisha wao wanaoitwa wazee wa Dar es Salaam na, na, na matokeo yake kukupigia makofi kwenye vitu ambavyo ukiviongea, yani mtu nasikia kichefuchefu dakika hiyo hiyo. Lini uliona kabisa kwamba nchi imemchagua mtu kwa sababu ya dini yake? Sio wewe unayetaka, utakuwa wa kwanza kuleta udini na umekuwa wa kwanza kuleta udini katika nchi, wewe ndio wa kwanza. Ulipoona umeshindwa kabisa, umeshafanya mambo ambayo yote yanakuelemea, ukaamua sasa uingize udini kwamba wanakuchukia kwa sababu. Msiharibu nchi, nchi, msiharibu! Nani anaiharibu wakati unayeharibu ni wewe o msiharibu nchi hata kama mpendi Samia kwa sababu ya dini yake. Nani alikwambia dini yako? hatutaki mtu kwa sababu ya dini yako, weye ndio mwislamu nchi nchi, wa kwanza kutawala nchi? Mwinyi hakutawala? Kikwete hajatawala nchi? walikuwa Wakristo ao si walikuwa Waislamu? si walikuwa Waislamu? usitafute kuja kutuvuruga vuruga huku Tanganyika, mara uwaondoe watu wa Ngorongoro waweke waarabu, mara uuze bandari. Yani vitu vyote ni wewe, hutosheki. Ukitoka hapo afu nawaambia watu wakikupa ushauri unasema, who are you? Who are you? Sasa, alafu kwenye kipande hiki ujumbe wake ni mmoja, serikali jikite katika kuwahudumia wananchi. Hakuzungumzia siasa pekee, bali maisha ya mtanzania wa kawaida. Hudumieni wananchi, kazi ya kuhudumia wananchi imekushinda, umekaa kuwagombanisha tu na kupita unafikiri hao watakulinda unafikiri watakulinda? Hiyo helikopta ikiwa huko juu ndio itakulinda? Muangalie Karume Zanzibar, aliuawa na nani? Aliuawa na nani? Karume au Kennedy kule Marekani, hakuna ulinzi? Mbona alikufa? Mbona alipigwa risasi akafa? Lakini wewe ha, ha, haina hata haja ya kukupiga risasi ya yani nini? Mungu tu anakutosha. Yuko Mungu anayekuweza, yuko Mungu anayekutosha. Unaweza ukalala usiamke. Hii nchi inahitaji kukombolewa. Hata mimi mwenyewe naafiki kabisa ikombolewe, ikombolewe kwa sababu utawala uliopo ni wa kihalifu tu.